haijawahi kuwa nyepesi hata siku moja, pindi ambapo ukiona timu zinashiriki katika michuano ya CRDB Bank Federation Cup, hususan msimu huu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano. Tulikwepo hapa katika mzunguko wa sitini na nne timu bora sitini na nne zilipofika kupangiwa makundi, lakini tulikwepo hapa katika wakati wa hatua ya thelathini na mbili bora tukaweza kuangazia timu kumi na sita zitakwendaje. Na sasa tumefika katika hatua ya robo fainali kujua nani na nani watapangiwa katika siku ya leo pamoja na nusu fainali kabla ya kuweza kujua fainali ni wakina nani wataweza kukutana. Mimi ni Saidi Salimu Msume, karibu katika draw ya hatua ya robo fainali ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup msimu wa elfu mbili na ishirini na nne ishirini na tano. Nani atapangwa na nani? majibu yote hayo yatapatikana hapa. Nipo pamoja na Clifford Mari Ndimbo, ni ofisa habari wa shirikisho mpira miguu Tanzania TFF. Jambo la kwanza tusalimiane kwanza. Mambo vipi? Safi, kwema, kwema, shwari tuko vizuri Fresh kabisa. E, kuna posti mitandaoni huko zikienda, e, watu sio ziingie kwa pamoja, grrr, wakutane <laughs> Haiwezekani, lazima utaratibu ufuatwe e, na e, utaratibu maanake, mm, hatua za nyuma tulikuwa na draw, lakini mm, hatua hii pia mm, e, tunakuwa na hiyo draw ya mm, nusu fainali lakini na robo fainali. Kabisa, uh, nitakubona ndibo hapa lakini, kumbuka wapangaji wa draw ama wachezeshaji wa draw ni wakina nani? Kama ilivyokuwa utaratibu wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuwahusisha magwiji wa zamani kuweza kuchezesha draw hizi, na jambo la kipekee na fahari kweli kweli, kuwa na nyota wa zamani wa wekundu wa Msimbazi, Simba, pamoja na timu ya Tanzania, Taifa Stars, George Lucas. malizia kumuita Gaza, bila kumuita hivyo hajafurahi hata kidogo, akikumbuka jina la nyota wa zamani wa England uh, Pauline Gaskin Gaza. Kwema? Kwema kabisa. Tuko vizuri. Eh, tuko vizuri, tuko pamoja. Eh, mambo yanakwenda. Eh, mambo yanakwenda. Saba yako kukimbia leo. Eh. <laughs> <laughs> Niko naye na saba yangu vile vile kocha. Na wako. Eh. <laughs> Sawa, <laughs> lakini pia ukiachana na Gaza tupo mm, na Maalim Saleh. Uh, yupo hapa, yupo vizuri kabisa. Maalim ni nyota wa zamani wa Young Africans pamoja na timu ya Tanzania, Taifa Stars. Karibu sana Maalim Saleh. Shukrani, shukrani. Mambo yanakwenda. Namshukuru kwa. Upande wako huo. Yeah, ndio upande, eh, upande mzito, upande mzito lazima wa makinesi. Upande wako ana kazi ya mzito, yeah, nimejulisha <laughs> <laughs> yeah, yeye ndo ame nimejulisha, ndio mwingine alikuwa na kama mimi ah, yeah, anagama, ah yeah. Okay, safi sana ni vizuri sana. Uh, ndipo tumezipata timu nane katika michuano ambayo ilikuwapo ni mizito, ushindani ulikuwa ni mkubwa mkubwa mkubwa kweli, mm Uh, ni kweli tuna timu nane sasa ambazo zimeingia kwenye hatua hii ya robo fainali. Maana yake uh, ni kwamba kutokea hapo atakwenda kwenye hatua ya uh, nusu fainali. Na leo maana yake ni draw hiyo ya robo fainali na nusu fainali, na kama ambavyo unakumbuka kwamba hatua zilizopita uh, tuliishia kwenye mchezo wa namba tisini. Kwa hiyo manake kuanzia kwenye robo fainali sasa, maanake robo fainali ya kwanza ni mchezo namba tisini na moja, robo fainali ya pili mchezo namba tisini na mbili, robo fainali ya tatu tisini na tatu, ya nne tisini na nne. Ukienda kwenye nusu fainali manake nusu fainali ya kwanza itakuwa tisini na tano, yeah. Nusu fainali ya pili itakuwa tisini na sita. Kwa hiyo kwa namna ambavyo tunakwenda tuna, maanake ni kwamba nusu fainali sasa inajitengeneza kutokea kwenye eh, hatua hii ya robo fainali, kwa sababu nusu fainali, maanake nusu fainali ya kwanza ni mshindi wa mchezo namba 91 dhidi ya mshindi wa mchezo namba 92. Nusu fainali ya pili ni mshindi wa mchezo namba 93 dhidi ya mshindi wa mchezo namba 94, na kwa hiyo 91 na 92 b wanatengeneza mchezo namba 95 nusu fainali ya kwanza. 93, okay, na 94 wanatengeneza nusu fainali ya pili ambayo ni mchezo namba 96. na sita inakuwa inajiweka wazi mapema kabisa. No. Yaani e, zikianza kuchaguliwa hapa watu wanajuana. Lakini kwanza tuzitazame timu nane ambazo zimefuzu hatua ya robo fainali ya michuano ya CRDB Bank Federation Cup. Kwa msimu huu timu hizo ni wakina nani kwa wakati huu hapa, uh, Singida uh, Black Stars wenyewe wamefuzu baada ya kuiondosha kikosi cha KMC kwa bao moja kwa sifuri. Lakini pia Stand United chama lawana kutokea championship wao walifuzu baada ya kuiondoa Giraffe Academy uh, kutokea Katar kichapo cha mabao matatu kwa moja. Lakini JKT Tanzania wenyewe walitinga katika hatua hii ya robo fainali. Mbeya City waliondoa Mtibwa Sugar uh, wanatamtam. Lakini bila kusahau uh, Kagera uh, Kagera Sugar uh, Sports Club wametinga hapa baada ya kuondoa kikosi cha Tabora United kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Lakini Pamba Jiji Football Club wenyewe waliondoa Mashujaa Football Club. Wakati Simba Sports Club na wenyewe walitinga hapa baada ya kuwatoa Big Man, uh, Football Club, kwa kichapo cha mabao mawili kwa moja. Young Africans akiwa bingwa mtetezi na yeye pia alipata sports ya kuelekea katika hatua ya robo fainali baada ya kuondosha kikosi cha Songea United ambacho kipo chini ya kocha Meja mstaafu Abdul Mingange. Hii ni timu ambazo zimeweza kufuzu kuelekea hatua ya robo fainali. Utaratibu no. tayari watu washa ufahamu ndimbo, tunataraji kuwa na draw tamu kwa kweli na watu kuweza kujua Naam, ni sahihi kabisa na kama ambavyo unaona pale kuna poti mbili maanake, mm. kuna poti 1 na, na poti 2 mm. mm. uh, kwenye hatua hii sasa hivi kuna kuna seeding ama mm. unaweza kusema ranking. Uh, timu nne za juu kwenye ligi kuu maanake zipo kwenye poti 1 na timu nne ambazo zimebaki, yeah. zipo kwenye pale kwenye poti 2 mm. uh, kwa hiyo uh, utaratibu tutaanza kwenye poti 1 mm. uh, maanake ni kwamba wa kwanza kuanza kuokotwa maanake anakuwa yuko nyumbani nyumbani. mm. Wa pili anayetoka kwenye poti tu mm. Maanake yeye atakuwa yupo ugenini. Naam, kwa hiyo Maalim kazi yake itakuwa kutuokotea nani yuko nyumbani, mm. wakati uh, gaza yeye atatuokotea nani anacheza mm. na nani lakini, mm. atakuwa yuko ugenini. Gaza, vipi? tupo tayari, hey, tuko tayari. Leo wewe ndio unaokota. Ah tuko vizuri mm, tuko vizuri <laughs> e, mambo yanakuwa yanakwenda kama yalivyo, basi tuanze jambo uh, ndipo Naam, na moja kwa moja kama ambavyo mm, nimesema kwamba tutaanza na Pot 1, eh, Maalimu ataanza kutuokotea hapo, atatuambia nani ambaye ametuokotea, lakini ndiye ambaye atakuwa eh, yuko nyumbani, nyumbani. Manake hii mm, sasa tunaanza robo fainali ya kwanza, wakati Gaza atamaliza yule wa ugenini maalimu, inaitwa fungua, tuone eh, wa kwanza ni nani atakuwa nyumbani? Yanga Yanga, yeah. Africans bingwa, yeah. mtetezi wa michuano hii Yanga Africans atakuwa mm. yuko nyumbani mm. kwenye Yumbani, robo fainali ya kwanza, kwanza. nani ambaye atacheza naye mm. na ambaye atakuwa mgeni? Gaza, karibu. Asante, naipenda hiyo asante ya <laughs> Gaza <laughs> <laughs> <Okay. laughs> <He. He>. Aza kasema <laughs> <sima> asante hiyo weza <laughs> kumwangazia Young Africans anapambana na nani mm, mm. katika robo fainali ya Stand United chama, chama la wana ambao mm, wameondoa jiraf kutokea Katavi mabao mm. matatu kwa moja anamenyana dhidi ya Young Africans, Young Africans akiwa nyumbani. Naam atasafiri sasa kutoka Shinyanga manake mm. kuwafuata uh, Young Africans mm. uh, ambaye atakuwa nyumbani. Hiyo ni robo mm. fainali yeah. ya kwanza mm. uh, kwenye CRDB Bank Federation mm. Cup mm. na tunakwenda sasa kutazama robo fainali ya pili mm. itakutanisha kina nani, Maalim mm. karibu mm. Na hii hapa na, mm. hii ni robo. anaenda kukumbana naye kwenye nusu JKT, Tanzania. JKT, JKT, Tanzania. Tanzania kutokea Meja Jenerali Isamuyo, uwanja wao wa nyumbani, maana yake JKT Tanzania mm. watakuwa wapo mm. nyumbani, sasa nyumbani. kwenye robo fainali hiyo mm. uh, JT, ya, ya pili uh, nani anacheza na JKT Tanzania mm. Gaza, karibu JT, Tanzania, Pamba Jiji Pamba Jiji, manake Pamba Jiji wao watasafiri kuwafata uh, JKT Tanzania mm. uh, kwenye robo fainali ya, ya pili, pili. Mm. kwa maana ya mchezo namba 92 na sasa yes. na sasa tunakwenda mm. kwenye robo fainali ya tatu mchezo namba 93 na maalim, karibu timu za ligi <coughs> kuu zishakutana, mm, uh, JKT pamoja na, da Pamba Jiji, Alip Saleh tupatie robo fainali ya tatu. Simba Sports Club. Simba Sports Club nyama mkali chini ya kocha Fadhrahman Davis, nao wanakuwepo katika robo ya tatu, ambao watakuwa wenyeji sasa. Mchezo namba 93 Simba Sports Club ndio mwenyeji mm, uh, anacheza na nani kwenye uh, robo finali hiyo ya tatu, mchezo namba 93 Gaza Mbeya City. City. City. City wow. Simba Sports Club. Mbeya City ambao waliondoa <laughs> Azam Football Club lakini pia wakaenda kuitoa Mtibwa Shuga katika hatua ya nyuma hapa, sasa wanakwenda wow. kukumbana na Simba Sports Club. Ambao. Hiyo ni robo fainali ya tatu. Mchezo namba 93 Simba atakuwa mwenyeji mm. dhidi ya Mbeya City kutokea Mbeya. Robo fainali ya nne na ya mwisho, mwisho. Uh, malim. Malim. Singida Black Stars. Ambao wenyewe mechi iliyopita waliondoa KMC kwa bao moja kwa sifuri mchezo ukichezwa katika uwanja wa Tanzanite. Kwara sasa wanakuwa na robo fainali ya 4. Naam, huo mchezo, mchezo namba 94. Mm, sasa anacheza mm, na nani? Singida Black Stars mm. Sugar, Gera Sugar wana super nkurukumbi ambao kwa sasa wananolewa na kocha Juma Kaseja. Juma sasa atakuwa na kibarua dhidi ya David Ouma kwenye mchezo wa robo fainali ya nne. Tumekamilisha no. robo nne nne tayari ndio Naam, maanake sasa Kagera Sugar wao wanasafiri kutoka Misenyi yeah, uh, kuwafuata hao katika hiyo robo fainali ya nne mchezo no. namba tisini na nne tukiwa tumekamilisha no. eh, hatua hii ya robo fainali sasa, kwa sababu tayari no. tulikwisha sema no. ya kwamba nusu fainali ya kwanza mchezo no. namba 95 no. uh, itakuwa no. ni mshindi wa mchezo namba 91 no. dhidi no. ya mshindi wa mchezo namba 92 no. na, no. na nusu fainali ya pili no. maanake ni mshindi wa mchezo namba 93 kicheza na mshindi wa mchezo namba tisini na nne kutengeneza nusu fainali ya pili mchezo namba tisini na sita maanake. Kwa hiyo uh, ikija hapo utakuta tayari uh, nusu fainali zimekwisha jipanga kwamba kati ya fulani na fulani atacheza na kati ya fulani na fulani. Nusu fainali ya pili alikadhalika, uh, iko hivyo hivyo na hatua ya fainali. Maanake ni kwamba uh, mshindi wa nusu fainali ya kwanza, maana yake ndio atakuwa mwenyeji dhidi ya mshindi wa nusu fainali ya pili. Kiwalisia hapo, wakubwa wamekwepana kwenye hatua hii ya robo fainali, kwenye hatua ya robo fainali mpaka hatua ya nusu, kukutana pale fainali wakifanikiwa kufika eh, kufikaizakuja <laughs> <laughs> uh, hapo tuweze kuona michezo ambayo imeweza kupangwa hapa hivi sasa uh, katika timu ambazo zitaweza uh, kucheza katika hatua ya robo fainali uh, kumbuka, hapo Young Africans yeye atapambana na Stand United. Akishinda hapo basi, ama kati ya Stand au Young Africans uh, katika hatua ya nusu fainali atakutana na mshindi kati ya JKT Tanzania au Pambajiji Football Club chini ya Fred Felix katarai ya majeshi baba Isaya Minziro, wakati Jake Tanzania wenyewe wakienolewa na mwalimu Ahmad Ali. Wakati robo fainali ya tatu Simba atapambana na Mbeya City wanakoma kumwanya ambao wao kwa sasa wanafundishwa na malale kea 50 na iwapo kama Simba au Mbeya City akipenya kuelekea katika hatua ya nusu fainali, basi atapambana na mshindi kati ya uh, Singida Black Stars chini ya kocha <coughs> David Uma ama mshindi wa uh, Kagera Sugar wana Super Nkurukumbi ambao wanafundishwa na mwalimu Juma Kaseja. Hiyo ndivyo ilivyo, hapo washindi hapo tutakutana nao katika hatua ya fainali. Naam, hakika kabisa. Yes, wachezeshaji wetu wa uh, draw ni kuweza kuangazia uh, ni George Lucas, draw tumeichezesha, umeionaje? mm. eh, draw tumechezesha ni ya uwazi na uhaki kabisa mm. eh, yani, ya ukweli kabisa yani, haina tatizo lolote mm. Eh, na hapa ndio kwenye uondo wenyewe sasa kwamba draw haina kificho, draw haina kificho. Mwalimu Saleh, draw tumeipeleka vizuri kabisa, draw haina gani ambayo imechezeshwa. Yeah, kwangu mimi haina makando kando mm. Iko wazi mm. Na kila mtu ameona nini tunafanya hapa, kwa hiyo kikubwa ni washukuru TFF mm, na ni washukuru Azam TV mm, kwa weledi mkubwa na kuwezesha kuimaliza hii droo salama salimini mm, shukrani zote. sawa. na ndimbo hapa no, tunajua mm, uh, robo fainali ni nyumbani mm, na ugenini no, lakini hatua ya nusu fainali michezo ile miwili pamoja mm, na mchezo wa fainali okay, ni neutral ground viwanja ambavyo sio nyumbani ugenini kwa timu zote mbili yeah, tunakwenda kucheza wapi? Yeah, of course kama ambavyo tunafahamu kwamba uh, utaratibu ambao upo kuanzia hatua ya nusu fainali uh, kwenda mpaka fainali maana yake vinatumika viwanja ambavyo ni neutral. Kwa hiyo, mchakato unaendelea uh, na tutakwenda kutangaza viwanja ambavyo vitatumika kwenye hatua ya nusu fainali pamoja na mchezo wa fainali hmm. Kwetu uh, sitaji kuta mkoa wangu, lakini waanze kutuma <laughs> <laughs> maombi pia <laughs> Ah, of course, uh, uh, yoyote ambaye uh, anastahili atapatiwa nafasi kwa sababu kama unafahamu kwamba Uh, kikubwa vitu vingi vinazingatiwa pia kwenye, uh, kwenye, kwenye masuala ya uwanja, sio tu ile mradi uwanja basi unakwenda kuchezewa hatua hizo za nusu fainali pamoja na fainali. Maana yake ni kwamba eh, vigezo vyote lazima viwe vimezingatiwa kuhakikisha kwamba eh, mambo hayo yanakuwa yanakwenda yanakamilika namna hiyo i kwa namna no, no, na kumbuka kwamba uh, draw hii imeshuhudiwa na wawakilishi mbalimbali mbali, uh, katika siku hii hapa ya leo. Lakini kwa kuanza ndimbo, tuanze na wadhamini wakuu ambao wanatupatia nguvu kubwa sana, uh, benki ya CRDB, uh, kwa mchango wao. uh, mwakilishi wa CRDB tunamuomba tafadhali, uh, aweze kusogea hapa tuweze kuzungumza naye kuhusiana na draw kwa ujumla, lakini mambo gani mazuri, eh, hawa ndio wanaweza kushangaa bwana imeongezeka maradufu eh, eh, <coughs> eh, watu muhimu sana, maana unaweza ukashangaa tu jambo likawa mambo eh, akawa eh, vizuri kabisa bwana eh, a eh. <laughs> <laughs> Kwa, kwa faida ya watazamaji jitambulishe hadi pamoja na cheo, aweza uh, kufahamu uh, kwa majina. Anaitwa Dickson Junior, ni mweneja mwandamizi wa masoko benki ya CRDB hmm. Uh, kama ndo mzamini mkuu wa haya mashindano ya CRDB Bank. Tumetoka mbali lakini tulipofika ni karibu sana sana. Dro umeionaje na mambo yanasemaje? Tuangalie kwanza safari tulipoanza nadhani tulikuwa tu mm, zile dro za kipindi kile 64 ann timu zilikuwa nyingi kutoka ngazi mm, za wilaya, watu wamepambana sana mm, lakini sasa tumefika kwenye hatua ya mwisho ambapo tunasema ndo uondo wenyewe unaanza kuja. Uh, nimefurahishwa kuona bado tuna timu zile za ngazi ya chini ambazo kweli zinaonesha kwamba zinapambana na ndio lengo letu, lengo letu ni kuonesha ushindani kwanza, angazi sana chuna chuna hapo. Uh, na ukiachana pia uh, tutakuja kuangazia hapo kwa ukubwa wake na mapana yake. Lakini uh, kwa mtu ambaye kama unafungulia hivi sasa uh, television yako hapa, TV yako Azam TV, kumbuka kwamba hiyo ni hatua ya robo finali. Young Africans robo finali ya kwanza dhidi ya Stand United, JKT anapambana dhidi ya Pamba Gigi Football Club, Simba Sports Club anapambana dhidi ya Mbeya City, wakati uh, Singida Black Stars yeye ana pambana dhidi ya Kagera Sugar. wana Super Nkurukumbi, uh, hapo ungejitambulisha tena vizuri kidogo watu wakusikie vizuri kwa okay. uh, majina, naitwa Dickson Juno ni mm. uh, meneja mwandamizi wa masoko benki ya CRDB ambao ndio wadhamini wakuu mm. wa CRDB Bank Federation Cup. Ndio tume tumetoka mbali, tulipotoka ni mbali sana, lakini tumefika pazuri. Uh, timu za kutoka madaraja ya chini championship na enyewe bado zimo, zimo kama sharadb siku tulikuja hapo uk na jinasibu kwamba hiki, hey, ndicho tunachokihitaji tunachohitaji tunacho, ni ushindani mm. uh, na kama sisi tumekuja kuleta nguvu hii mm. tunamaanisha kwamba tumenyanyua nguvu kuanzia ngazi ya chini mm. kwa hiyo tunaomba ushindani uendelee na timu kweli zisibweteke. Boli ki ushindani timu zisibweteke, mm. Eh, so, yeah. Zisibweteke. Ukibweteka kwa shangao yeah. unakuwa shahidi, tunaendelea kushuhudia surprise inaendelea. E surprise inaendelea. Tulisema mm. tuna kitu, mm. tunaenda mdogo mdogo. Kwa hiyo sasa hivi tunaenda kwenye hatua na Nebola. Staki kaide tu atuanvivu sana vitu, lakini mm. Mm. surprise bado zipo. Benki ya CRDB ni benki kubwa sana. Mm. Kama tukokuwa kwenye mashindano kwa msimu wetu wa pili ambapo kwanza mm. tukokuwa katikati, mm. tuna mengi tunaendelea kuyafanya. Kwa hiyo tunaendelea kuomba mashabiki waende kutuunga mkono, waingie viwanjani, wazishabikie timu zao. Tuna mengi sana kwa, kwa kufanya kwenye jamii. Shukrani sana bwana. Tunaamini kwamba kuna neno litatoka zito tu. Kweli. Uh, uh, Dingo, tutaniwa. Uh, uh, <laughs>